Tuelekee kwake Daniel Korir kutoka kaunti namba 29 ambapo anatuarifu kwamba wataalamu wa uhifadhi wa mazingira pamoja na wapenzi wa ndege kutoka mataifa mbalimbali wamefanya ziara katika maeneo ya kaunti ya Nandi ili kutafuta mbinu bora za kupunguza migogoro kati ya binadamu na wanyamapori haswa ndege aina ya korongo mataifa ulioandaliwa kwa ushirikiano na mashirika yasiyo ya kiserikali na serikali ya kaunti ya Nandi, lengo likiwa ni kujadili njia endelevu za kulinda makazi ya ndege wanaoishi katika maeneo oevu, huku wakihakikisha jamii za wenyeji zinanufaika kiuchumi kwa kilimo mbadala. Cranes are one of the most endangered families of birds in the world and the crowned cranes that are here in Kenya and across East Africa

Wataalamu hawa wanasema kuwa ipo haja kupunguza shughuli za binadamu ndani ya chemichemi na kupendekeza mikakati mbalimbali ikiwemo kuwawezesha wakazi kupata maji safi pasipo kuchimba visima ndani ya chemichemi pamoja na kufanya kilimo kwenye sehemu inapostahili. Kulingana nao mikakati haya yatasaidia kuimarisha idadi ya ndege na wanyama wengine wanaishi ndani ya maeneo oevu.

It's a no-go zone. We are working with these communities to find ways of how they can get out of wetlands but still produce enough food. So we are implementing a number of interventions, including climate smart agriculture, where we are working with farmers to train them